Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Gaza imekuwa kama uwanja inaendele wa mauaji kwa sababu Israel inaendelea kuzuia misaada. Hayo yanajiri wakati ambapo Marekani imesema ina taarifa kuhusu Wapalestina wenye uraia wa Marekani waliouawa na wanajeshi wa Israel katika Ukingo wa Magharibi. Grace Kabogo na mengi zaidi. Akizungumza na waandishi habari, Guterres amesema mwezi mzima umemalizika bila ya misaada kuingizwa Gaza, kwani hakuna chakula, mafuta, dawa wala bidhaa za biashara huku akitaja mikataba ya Jeneva inayowalinda watu walioko vitani, Guterres amesisitiza wajibu wa upande unaoikalia ardhi ya mwingine kuhakikisha chakula na bidhaa za matibabu zinawafikia wakaazi. ready... Mashirika ya Umoja wa Mataifa na washirika wetu tuko tayari na tumedhamiria kutoa misaada lakini utaratibu wa uidhinishaji wa mamlaka ya Israel kwa ajili ya kutoa misaada unahatarisha hasa katika kudhibiti na kuweka ukomo wa misaada hadi punje ya mwisho ya nafaka. Down to the last calorie and grain of flour. Kulingana na Guterres ni wakati wa kukomesha udhalilishaji, kuwalinda raia kuachilia mateka, kuhakikisha kuna msaada wa kuokoa maisha na kufikia makubaliano mapya ya usitishaji mapigano. Hata hivyo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Israel Oren Mamostein amepinga tuhuma hizo akisema hakuna uhaba wa msaada wa kiutu katika ukanda wa Gaza. Amedai kuwa Hamas imetumia msaada wa karibuni ulioingizwa Gaza kujenga upya nguvu zao za kijeshi. Wakati huo huo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema ina taarifa kuhusu Wapalestina wenye uraia wa Marekani waliouawa na wanajeshi wa Israel katika ukingo wa Magharibi. Marekani imesema inafuatilia taarifa zaidi kuhusu tukio hilo ambapo raia wa Marekani Omar Muhammad Rabia, kijana mwenye umri wa miaka 14, na wenzake wawili waliuawa. Msemaji wa wizara hiyo amesema kuna uchunguzi unaoendelea. Amesema wana taarifa walizozipata kutoka kwa jeshi la Israel IDF kwamba tukio hilo lilikuwa ni kupinga ugaidi baada ya IDF kusema ilimuua gaidi aliyekuwa akihatarisha maisha ya raia kwa kuarushia mawe na hivyo wanahitaji kujua zaidi kuhusu asili ya kile kilichotokea. Wizara ya mambo ya nje ya Palestina imelaani vikali mauaji hayo yaliyotokea mwishoni mwa wiki iliyopita. Katika hatua nyingine, rais wa Indonesia Prabowo Subianto amesema amejiandaa kutoa makazi ya muda kwa wapalestina walioathiriwa na vita huko Gaza. Akizungumza kabla ya kuanza ziara yake ya Mashariki ya Kati itakayompeleka hadi Umoja wa Falme za Kiarabu, Uturuki, Misri, Qatar na Jordan, Subianto amesema wako tayari kuwapokea wapalestina waliojeruhiwa na wako tayari kupeleka ndege kwa ajili ya kuwasafirisha. Ama kwa upande mwingine, watu wasiopungua 58 waliuawa wa siku ya Jumanne kwa mashambulizi yaliyofanywa na Israel katika kipindi cha saa 48 kwenye ukanda wa Gaza.